Ndugu wa Tanzania tuna tumepata wageni ndugu zetu kutoka Kanisa la Ufufuo. E, sisi kama mtandao au kituo cha haki za binadamu tunaodili na masuala ya utetezi wa haki za binadamu watetezi wa haki za binadamu wa hapa nchini tunafarijika kuona kwamba watu wakiwa na changamoto zao wanatutambua na kuru, kama ni wadau ambao tunaweza kushiriki kutatua changamoto wanazokumbana nazo. Wenzetu kanisa la Ufufuo, wote mnafahamu kabisa kwamba eh, hadi sasa kanisa lao liko kwenye sintofahamu, kwa sababu siwezi kusema kwamba limefungiwa au halijafungiwa, kwa sababu kwa mujibu wa maamuzi ya mahakama madogo, kwa mujibu wa barua ya, ya waziri, ni inaonekana kabisa kwamba mpaka sasa hivi kanisa hili halijulikani limefungiwa au halijafungiwa. Kwa maana hiyo ni nini? Ni kwamba eh, watanzania hawa ambao ni wengi kwa, ma, kwa maelfu wanaofanya ibada katika kanisa hili wamewekwa katika njia panda, na ndio maana sisi tukaona kwamba tukafarijika kuona kwamba wamekuja kutulilia, na hapa mbeleni tuna Askofu Amos ambaye anatoka mkoa wa Shinyanga pamoja na waumini baadhi ambao wamekuja kuwakilisha eh, maelfu ya maaskofu wa kanisa hili nchi nzima kuja kuomba mtandao Eh, baada kuona, ya, ya, usu, eh, wa nivyema, eh, waje, ya kuona tumezungumza kwa muda mrefu masuala ya maridhiano mazungumzo kwenye mambo yanayohusu mambo yetu ya kitaifa, wakaona ni vyema waje kwa ajili ya kuona namna gani wanaweza ku, kuongeza watu wa kuwasemea na kuwatafutia suluhu ya tatizo hili. Eh, nipende tu kusema kwamba Watanzania wote kwa mujibu wa katiba katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kila mtu ana haki ya kuabudu. Hakuna sehemu ambayo katiba imesema kwamba mtu ataabudu kupitia kanisa kupitia sijui nini kupitia nini, kila mtu amepewa haki ya kuabudu. Napenda kusema kwamba hata kama leo hii kanisa hilo lingekuwa limefungiwa hawa maelfu ya Watanzania bado wana haki yao ya kuabudu. Kilichofungwa au kama ki, kilichowekwa katika hiyo sintofahamu, kwa sababu hatujulikani kimefungwa au kimewekwa sintofahamu ni kile ambacho kilisajiliwa kwa mujibu wa sheria, maanake kanisa, dhehebu lile. Lakini watanzania hawajafungiwa kuabudu. Naomba tutofautishe kati ya kuabudu na taasisi ambao wanatumia kuabudu. Taasisi ndio imeingia kwenye mgogoro. Naomba sana viongozi wetu, waziri Bashungwa, IGP pamoja na kamanda Muliro watambue kwamba hawa Tanzania, pamoja na kwamba kanisa lao liko katika mgogoro huu wa sasa bado hawa wanahitaji kila Jumapili ya Mungu ambayo ndio siku ya Wakristo e, wengi wanatumia kuabudu, wapate sehemu ya kufanya ibada zao, wakati suala lao linaendelea kufanyiwa la taasisi yao linaendelea kufanyiwa kazi. Kuna taasisi na kuna wananchi wenye haki yao ya katiba ya kufanya ibada. Hilo ndio jambo ambalo la msingi ambalo tunapaswa kulizingatia, na kwa mujibu wa barua ya waziri Maanake, baada ya barua ya waziri kutoka, tulidhania kabisa kwamba hawa sasa watakuwa wako huru kufanya shughuli zao e, za kiibada kwa sababu hata wizara, barua ile ya wizara imeeleza kwamba hawana watambui e, barua yote ya kufungia dhehebu e, hili. Kwa maana hiyo ni nini? Ni kwamba e, sasa hivi tumewaweka katika njia panda e, lakini pia hata eneo lao la kusalia kanisa lao kuu, kwa sababu wako wana makanisa nchi nzima, kanisa lao makao makuu hapa bado limezingirwa na polisi na ndio maana nasema Mheshimiwa IGP Kamanda Muliro, e, bado kuna, mnadhani kuna umuhimu wa kuendelea kuzuia e, kuzunguka kanisa lile, e, e, wakati huu tayari tumeona maamuzi ya mahakama, lakini tumeona barua ya, ya, ya, ya wizara inayohusika na usajili wa makanisa. O, ni jambo ambalo tunaomba sana viongozi, waziri pamoja na ofisi ya polisi, tafuteni namna ya kukutana na watu hawa, kama hao hawa. Kama itashindikana kuja wenyewe basi sisi kama mtandao tuko tayari Waz, waziri Bashungwa, kwa hawa ambao maaskofu viongozi wengine waliobaki, tunaomba ukutane nao. Polisi, jeshi la polisi IGP au afande Muliro, tunaomba ukutane nao ili muweze kulizungumza kuliko kila Jumapili tuone e, tuone zile drama tuone yale ma, ma, ma, ma, ma, vut, mivutano mivutano mitufuano kati ya waumini hawa na askari inakuwa haipendezi katika taifa letu. Nadhani wote sisi kama Watanzania tuwe tuna nia ya kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anaishi kwa utulivu na haki zake zote za msingi anazipata katika taifa letu. Tunaweza tukawa tunatofautiana sana, kuna wengine labda huenda mnafurahia kuona kwamba jeshi la polisi wanavutana na waumini fulani, jeshi la polisi wanavutana na makundi fulani, pengine labda kuna watu mnashangilia, mnaenjoi, mna mnaona. Wengine sisi hatuenjoi vitu kama hivyo, wengine sisi wazalendo wa nchi hii vitu kama hivyo vinatuumiza kwa sababu tunadhani tunaweza tukavitatua vitu kama hivyo kwa kukaa mazungumzo, turudishe utaratibu wa kusikilizana tusiogopane. Hawa watu ni Watanzania, hawa watu ni wenzetu wa, walikuwa wa, wa, wa wanafanya ibada zao kama kawaida. Kama kiongozi wao alitokea akatamka maneno na uzuri ma, Gwajima alizungumza haya mambo nje kabisa ya, ya, ya ibada. Hakuwa kwa kanisani, alikuwa kwenye hoteli anazungumza kwa alizungumza kama mbunge alizungumza kama Mtanzania. Kwa hiyo wangepaswa kama kunikumtafuta basi waendelee na yeye eh. Lakini wakawaacha E, Watanzania wa waendelee kufanya ibada zao. Hilo ni jambo la msingi ambalo tunasema kwamba wakati huu tunashauri wizara warudishe hawa waendelee na ibada zao, wakati mambo yao wa mengine yanaendelea kutatuliwa kwa njia nyingine. Tusipende kuumizana, tusipende kuwafanya watu wengine wahisi e, wanaumia wananyanyaswa katika taifa lao. Tuwe na utaratibu wa kuona kwamba tatizo likitokea tukae chini tuzungumze kwanza utaratibu wa hizo barua, kama kweli zilikuwa zimetoka kwenye mamlaka zinazohusika, ilikuwa ni makosa kuwafungia bila kuwa kuwasikiliza hawa watu. Wakusikilizwa ni kanisa, ni taasisi. Leo huwezi kuamka tu kaiandikia taasisi barua bila kuwaita, kuwaambia moja mbili tatu, tuna sababu moja mbili tatu. Sahivi iko iko iko very clear, taasisi yote iliyosajiliwa kabla ya kuifuta lazima apewe nafasi ya kusikilizwa. Basi, kwa sababu ya wa kusikilizwa, wakati hizo barua zinazunguka, ambayo hazijulikani ni za kweli au hausi za kweli, basi nadhani huu muda ndio mwafaka si tunaomba basi wizara e, eh, kuanzia ofisi ya msajili wa vyama vya vyama hivi pamoja na wizara wa, wiza, waziri pamoja na jeshi la polisi, tunaomba mkae kikao na viongozi hawa e, eh, wako wengi wawakilishi wao, angalau mnaweza kukaa na wawakilishi wao, mkazungumza, mkaona namna gani bora ya kuweza kulitatua swala hili e, eh, eh, na wananchi hawa wengi e, eh, maelfu ya wananchi hawa wakapata nafasi ya kuendelea kuendelea na ibada zao kama basi hawataki waendelee kufanya ibada kwa kupitia eh, taasisi hii ambayo bado iko kwenye njia panda. Napenda kwa kuwakumbusha kwamba hawa hawajazuiwa kufanya ibada, kwa sababu ibada ni haki ya kikatiba. Swala la kuabudu, wewe unaabudu chini ya mti, unaabudu kanisani, unaabudu juu ya dari, ni swala la, la kikatiba. Hawa wataendelea kutimiza haki yao ya kuabudu. Jumapili basi watengewe wao wao na sehemu ya kuendelea ku, waachiwe wa wafanye ma, wakae mahali wafanye ibada zao. E, kama kanisa ndio limezuiwa wamefunga kanisa basi waachiwe wa, wa, wa wafanye ibada zao, kwa sababu maaskofu wengine wapo, waendelee kufanya ibada zao katika ma, ma, viwanja vingine e, wakati swala hili la taasisi ambao walikuwa wanaitumia kufanya ibada likiwa bado katika e, mvutano ambao hatujui utaisha lini. Hilo ndio jambo la msingi, tulimaliza hili swala. Na sisi tunashauri hivi kwa sababu tumekuja kuliliwa Naomba sana viongozi wenu kwa sababu swala mi naamini bado liko ndani ya mamlaka ya uwezo wa waziri Bashungwa pamoja na IGP, wala si swala la kwenda juu zaidi. Mi nadhani hili swala liko ndani ya mikononi mwenu, na naomba sana waziri Bashungwa eh, na tutakutafuta uweze kuona namna gani unaweza kuwasikiliza hawa, waite ofisini kwako, wasikilize eh, uone namna gani mnaweza mkafikia mwafaka, wakati swala lao la taasisi linafanyiwa kazi, basi kila Jumapili waendelee kufanya ibada zao. Hawa ni watu ambao wameshajitolea, maaskofu hawana kazi nyingine, kazi yao ni kuhubiri, eh, kuhubiri Injili na ni katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano imetoa hiyo haki. Kwa hiyo tusiwanyime hiyo haki kwa njia ambazo ziko kwa mujibu wa sheria. Kwa ufupi, hatuna mengi zaidi ya kuwa, kuwa, kuwatakia kila laheri na kuwapa pole wenzetu eh, hawa eh, na sisi eh, siku zote kiu yetu ni, ku, ni kutatua hizi changamoto za kijamii ili jamii iendelee kuwa na utulivu iendelee kuwa na amani si picha nzuri na si busara, na sisi wengine hatuoni kama ni jambo jema watu Jumapili kuvutana kati ya waumini na jeshi la polisi. Kama alivyonitambulisha, ninatokea mkoa wa Shinyanga na niko hapa kwa neno moja tu. Watu wengi wanafikiri kwamba labda kanisa letu ni kanisa la fujo ama ni kanisa lenye vurugu. Tumechagua njia iliyo bora kulimaliza jambo hili kupitia kwa taasisi hii ya watetezi wa haki za kibinadamu, lakini lengo kubwa tu ni kudai kudai haki yetu ya msingi ya kuabudu kuabudu kulingana na uh, takwa la katiba la nchi. Ni kwamba ni haki ya kila mtu mtu ni haki ya kila mtu kuabudu kama alivyoelezea, na sisi tuko hapa kutaka haki yetu ya kuabudu kila Jumapili na ibada zetu. Sisi tunasema kila Jumapili kwa sababu ndio ibada kuu, lakini ziko ibada nyingi tu za Jumatatu, Jumatano na Ijumaa lakini jambo la pili, kanisa letu lina matawi kwa Tanzania tu zaidi ya elfu mbili na makanisa haya yana mchungaji kiongozi, yana wachungaji wasaidizi, yana wakatibu wa kanisa, yana watu wahasibu ambao hawa wote ni waajiriwa. Ina maana unazungumzia ajira si chini ya ajira elfu sita ambazo sasa hivi zimekaa dormant, hazifanyi kazi. Kwa hiyo watu wanapokuwa wanashangilia jambo hili kwa ubaya, nataka mjue kwamba unazungumzia ajira za watu ambazo sasa hivi hazifanyi kazi za, zaidi ya watu 6000 lakini jambo la pili, katika mambo ya msingi hitaji la mwanadamu kwetu sisi kulingana na mafundisho yetu ni kwamba Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kwenye pumzi ya ya Mungu. Kwa hiyo sisi, ibada ni sehemu ya uhitaji la msingi la kuishi. Ina maana hatuwezi kuishi hakuna ibada. Kwa hiyo tunataka sisi, sehemu ya uhai wetu ni ibada, makanisa yetu yaruhusiwe. Yaruhusiwe watu waende kuabudu Jumapili kwa sababu hata kama wataendelea polisi kulinda majengo yetu kimsingi ni ngumu sana kuzuia watu kwa habari ya imani, lakini tunatumia njia hii kwa sababu tusingependa purukushani na fujo. Jumapili kama uliona watu walipigwa. Kuna mtu alikuwa ni kilema ile kripu. Kilema anapigwa na mafimbo, anapigwa kwa jina nini? Anapigwa kwa sababu anaabudu. Hajabeba rungu hajabeba silaha anapigwa kwa sababu anaabudu na ndio maana tukaona ni muhimu sana kuiambia jamii na watanzania wote na mataifa yote wale wanao wanaotusikiliza ni kwamba hatuhitaji ugomvi wowote tunachohitaji haki yetu ya msingi ya kuabudu lakini pili tupo tayari kufungua milango ya maongezi ama na IGP ama na uh, kamanda wa, wa, wa, wa, wa, wa kanda maalum lakini pia na waziri waziri ni muhimu sana kama kuna jambo la kuongea chini ya meza, kwa sababu hichi si kikundi cha wahuni. Hili ni kanisa ambalo lina lina lina linao lina uhalali wote. Tunachohitaji haki yetu ya msingi. Asubuhi naulizwa na mtu hakuwa na taarifa kijijini kule Katavi, ananiuliza kanisa, mbona nimefika naona halifanyi kazi eh? Anapiga simu sasa, watu kule vijijini wengine hata simu za smartphone hawana, walikuwa mashambani, wametoka mashambani kuvuna, anakuta kanisa limefungwa kule Katavi. Na huyo ni mwananchi ambaye ni baadaye anaitwa mpiga kula lakini amezuiwa kuabudu na, na naomba hili jambo la mwisho nilisema kwamba sio rahisi kutuelekeza pa kuabudu. Tunaabudu tulipo pachagua ambapo ni Ufufuo na Uzima, kwa hiyo hatuna mbadala wa pa kuabudu, hatuna dhehebu jipya au lingine la kuabudu. Sisi tutaabudu kanisa hilo ambalo sisi tunaliamini na sisi ndio tumezaliwa kwa huko na huko, hatuna option. Kwa hiyo serikali ama na watu wanaotusikia wasifikiri tuna option kwamba basi kama limezuiwa hili nenene pengine, yaani sana sana kukwambia wewe unia abudu msikitini, aa, kwa sababu kuna changamoto kwenye msikiti, nenda kanisani, ndicho ninachochukulia. Kwa hiyo huwezi ukaibadilisha imani ya watu aa, ambao wako chini yetu na sisi wenyewe, kwa sababu tu kile islaisi imani ni tofauti na mambo mengine ni tofauti na makundi mengine. Imani unazungumzia ule moyo wa mtu, na sisi tunaamua kutumia njia za kiustaarabu na njia njema na wale watu wote wanaotusikiliza hatutaki kuzuiwa kuabudu, tunahitaji tuachiwe <coughs> nafasi tuabudu. Ni hayo tu. Mimi nikushukuru sana na ofisi yako. Nimeambatana na washirika wachache, lakini ninaamini jambo hili litafika mahali pazuri. Taasisi yako inaaminika kwenye mataifa mbalimbali mbali, lakini pia nakushughulikia migogoro mbalimbali, ndio sababu ya kufika na tukaamua kuchagua njia iliyo sahihi. Santeni sana na Mungu awabariki sana lakini, pia nisisahau ni, ni, ni, ni Msisahau makanisa yetu, kama ulivyosikia kripu iliyotangazwa nafikiri juzi, uh, of course hayakufungwa tu ila yalivamiwa. Yalivamiwa ja na mpaka sasa hivi majengo yetu yote yale ni kama yamevamiwa ule uvamizi halisi. Sasa hatujui usalama wa mali zetu makanisa yetu. Sisi sadaka huwa tunahifadhi Jumapili, unapokuwa unavunja na, na unaona milango inasukumwa mageti yanavunjwa na mule ndani kuna sadaka, kuna makamera, kuna kuna drone, kuna vifaa mbalimbali, lakini pia na usalama zaidi wa vitu vyetu. Au kule jie, tukifika tutakuta nini kwenye majengo yetu mule? Ni moja ya hofu ambayo iko ndani kwamba hata kama tukifunguliwa tutakuta nini kule, kwa sababu mimi ninaamini mimi ninaamini zipo taratibu. Hii nchi ni nchi yenye kisheria, angalau angeita uongozi wa, wa makazibiziano, bwana vitu vyenu ni hivi Ah, tumekuta moja mbili tatu nne vimehesabiwa, tumegundua pako salama, hapana kitu chochote, vunja. A, lakini mene? Sasa unaanza kuona unasikia milango inavunjwa unasikia walinzi mapolisi na vunjwa, wali, wana mabunduki wamekuja usiku. Jambo hili ndilo linalotutia sana sisi mashaka, na ndio maana tunataka tuonane na na, na, na, na mkuu wa polisi, pengine anaweza kuwa na, na maelezo mazuri, kwa sababu ilitosha kusubiria basi asubuhi yake na kusema jamani, ondokeni Unapokuja na madefenda zaidi ya matano na yana ulinzi yana silaha hii na hili ni kanisa la watu ambao hawana mawe hawana chochote, na wana maombi tu tuko, tuna maombi. Kwa hiyo ninaomba sana, ninaomba sana. Kwa hiyo nabmba tukutumia njia hii nyepesi kuruhusu turuhusiwe kuabudu, lakini pia tuna mashaka kwa habari pia ya majengo yetu, na si tu hapa, mikoa yote a Kibaha, Morogoro Arusha na mikoa yote Tanzania, majengo yote yamefungwa. Kuna vifaa, kuna sadaka, kuna vifaa vingine, kuna uh, vifaa vya meza ya Bwana, kuna vyeti vya ndoa, kuna, kuna nyaraka za ndoa za watu. Sisi kila ndoa tunaofungisha ambayo ni ya kiserikali na nyaraka zake ziko mle. Hatuna uhakika kama zitakuwepo, zitakuwa hali gani, lakini kwa hiyo haya yote nataka Watanzania waone tunapotaka kusema tuna haki ya kuabudu, hatuko hapa kwa habari ya utani, ni very serious.